Assalam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katika video hii, tutajifunza kuhusu utafiti wa kesi na mashahidi au kile kinachojulikana kama case control study. Tukiangalia tiba inayotegemea ushahidi au pembe tatu ya tiba inayotegemea ushahidi, Tunaona kwamba aa, utafiti wa kesi na mashahidi uko aa, juu kabisa ya piramidi hii na hasa kwenye rangi ya manjano. Ukiangalia piramidi hii, chini kabisa ya piramidi hii kuna tafiti za maelezo kama vile utafiti wa kesi au utafiti wa sehemu case report au cross sectional. Zinazofuata ni tafiti za uchambuzi kama vile aa, utafiti wa makundi cohort study au utafiti wa kesi na mashahidi case control study ambao ndiyo mada ya video hii. Kisha zinazofuata kwa nguvu ni tafiti za majaribio ya kimatibabu yaliyopangwa au yaliyodhibitiwa clinical trial study au randomized clinical trial study. Ina nguvu ya masomo ya kimfumo au masomo ya mapitio ya kimfumo na uchambuzi wa meta, kama nilivyosema hapo awali uh. Aina hii ya utafiti uh. Ni kama tunavyoona hapa katika rangi ya njano. Wakati wa kufanya utafiti wa aina hii, nadharia inaweza kupimwa. Hii ni kinyume kabisa na utafiti wa vikundi. Kwa utafiti wa vikundi cohort study, unaanza na sababu na kusubiri matokeo, lakini kwenye utafiti wa case control unaanza na matokeo na kutafuta sababu. kwa hiyo ah, kwenye cohort study unaanza na sababu, na kwenye case control unaanza na ugonjwa au matokeo. Aina hii ya utafiti inachukuliwa kuwa yenye ufanisi kwa baadhi ya magonjwa. Kwa mfano, kama tunataka kuchunguza aa, kwa watoto waliozaliwa na mdomo sungura au, uh, mdomo sungura au cleft lip na ufa wa kaakaa cleft palate, ni rahisi zaidi kuleta kundi la watoto a waliozaliwa na mdomo sungura cleft lip, na kuwalinganisha na kundi la watoto wengine ambao hawana mdomo sungura na kutafuta sababu aa, ya huo mdomo. Je, kwa mfano akina mama walikuwa wanavuta sigara wakati wa ujauzito? Unaanza na ugonjwa na kwenda kutafuta chanzo cha ugonjwa huo. Kama tungetaka kufanya utafiti wa vikundi cohort study, tungeleta akina mama aa wanaovuta sigara na kuwaliganisha na kina mama wengine wasiovuta sigara na kusubiri ah, au kujua ni watoto wangapi wanazaliwa na mdomo sungura katika makundi yote mawili, ambayo si njia bora. Kwa hiyo katika baadhi ya mada, aina hii ya utafiti inachukuliwa kuwa na ufanisi zaidi ukilinganisha na utafiti wa cohort. Hivyo basi aina hii ya utafiti mara nyingi hufanyika kwa kuangalia nyuma, ambapo tunaanza na ugonjwa au matokeo na kwenda kutafuta chanzo chake huko nyuma. Kwa hiyo ni utafiti wa aina ya retrospective. kwa hiyo aina hii ya utafiti inatofautiana aa, na utafiti wa vikundi kwa sababu unafanyika tu kwa kuangalia nyuma. Pia katika aina hii ya utafiti haiwezekani kuhesabu kiwango cha matukio mapya incidence inawezekana kuhesabu kiwango cha ueneaji wa ugonjwa prevalence, lakini haiwezekani kuhesabu incidence. Kwa hiyo inawezekana kuhesabu a uwiano wa uwezekano of odds ratio katika aina hii ya utafiti, lakini haiwezekani kuhesabu kiwango cha hatari ya jamaas, relative risk. Kwa mfano huu, kama tungependa kufanya utafiti kuhusu uh, homa ya ini aina ya ena, tungependa kujua chanzo cha homa hii ya ini. Kundi la watu walioambukizwa homa ya ini aina ya A huletwa na kulinganishwa na kundi lingine ambalo halijaambukizwa homa ya ini ili kujua sababu. Kwa hivyo ugonjwa uko ndani ya ugonjwa. Kwa hivyo aina hii ya utafiti ni bora kwa magonjwa adimu. Pia inachukuliwa kuwa utafiti bora wa magonjwa ambayo huchukua muda mrefu kukua. A, ina ufanisi zaidi katika suala la muda na gharama. Hata hivyo, ina mapungufu yafuatayo. Kwanza, kuna uwezekano wa upendeleo wakati wa kuchagua makundi ah, hasa wakati wa kugawanya kundi la ugonjwa na kundi lingine ili kulinganisha nalo, na wakati mwingine kuna mkanganyiko katika jinsi visa vinavyotathminiwa, na zaidi eh, matatizo yanayokabili aina hii ya utafiti ni pamoja na kile kinachojulikana kama upendeleo wa kukumbuka, ambao hutokea mshiriki anapoulizwa kuhusu kuhusu mambo ya zamani; huenda asiweze kukumbuka mambo hayo na hivyo kusababisha kile tunachokijua kama upendeleo wa kukumbuka. Hatimaye, wakati wa kufanya mahojiano na watu, hii inaweza kusababisha kile kinachojulikana kama upendeleo wa mahojiano, ambapo jinsi maswali yanavyoulizwa husababisha aina ya upendeleo. Zaidi ya hayo, ngao hauwezi kuhesabiwa maambukizi mapya, ambapo kigezo a ah, kinaweza kutumika. Ugonjwa unaenea kama vile, hatuwezi kuzungumzia ur sababu iliyo wazi na ya moja kwa moja ur uh, kwa ugonjwa ikilinganishwa na tafiti za kundi na tafiti za zac. Mchoro huu unaonyesha jinsi tafiti hizo zinavyofanywa ambapo kundi la watu wenye ugonjwa hulinganishwa na kundi lingine lisilo na ugonjwa na kisha huulizwa kuhusu chanzo cha ugonjwa huo katika mambo ya zamani ama kwa he. Utafiti na kushinini hojaji uh, au taarifa hiyo inapatikana kupitia rekodi ya matibabu ya mgonjwa. Hapa kuna hatua za kufanya utafiti huo kwa undani. Kundi la watu walioambukizwa ugonjwa huletwa na kulinganishwa na kundi lingine ambalo halijaambukizwa ugonjwa huo, na kisha waulize huo. Hapo awali taarifa zilipatikana kuhusu mambo fulani kwa kutumia utafiti au kupitia rekodi za matibabu, kisha matokeo hupatikana na uchambuzi muhimu wa takwimu unafanywa ili kubaini kama ur, kuna sababu uhe, Je, kuna zaidi katika kundi la kwanza ikilinganishwa na kundi la pili? Kama ilivyotajwa hapo awali, katika aina hii ya utafiti nadharia tete hupimwa. Tunapojaribu dhana hiyo, tunaweza kuzungumzia chanzo cha ugonjwa. Tunaweza kusema kama sababu hii ni chanzo cha ugonjwa au la. Hizi ndizo hatua kuu zinazofuatwa wakati u kufanya aina hii ya tafiti.